Shukran sana mtazamaji, mimi naitwa Ahmed Juma Balo, kupenda niite AJB. Saudingo ndo msaidizi wetu kwa upande wa lugha ya ishara. Karibu mtazamaji, mimi ni Gladys Mungai nam. Kwanza tunaanza na taarifa kutoka sekta ya elimu, ambapo masomo katika vyuo vikuu vya umma yametatizika kwa wiki tatu mfululizo huku wahadhiri wakiapa kuendelea na mgomo wao hadi serikali itakapowalipa shilingi bilioni 7.9 kuambatana na mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017. Wakihutubia wanahabari jijini Nairobi, viongozi wa chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu UASU na chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu KUSU walipinga madai ya tume ya uratibu wa mishahara SRC kwamba serikali ina deni lao la shilingi milioni 624 pekee. Mtazamaji, naye waziri wa elimu Julius Ogamba aliyefika mbele ya ka, kamati ya elimu katika bunge la Seneti alisema upo mtafaruku kuhusiana na tume ya uratibu wa mishahara kuashiria kwamba shilingi bilioni 7.2 kati ya bilioni 7.5 nuk... zilikuwa zimelipwa. Waziri wa elimu mtazamaji, alikuwa anazungumza mbele ya bunge la Seneti. Shughuli za masomo kwenye vyuo vikuu vya umma kote nchini zimelemazwa kwa wiki tatu zilizopita kufuatia mgomo wa wahadhiri, huku maelfu ya wanafunzi wakiathirika. Akizungumza leo jijini Nairobi, katibu mkuu wa chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu Dr Konstantin Wasonga alilaumu serikali kwa kukosa kutekeleza ahadi ya kulipa shilingi bilioni 7.9 kuambatana na mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017 hadi 2021. Licha ya manaibu chansela kuwataka wafanyakazi kazi kurejea kazini, la asivyo achukuliwe hatua za kinidhamu, maofisa wa chama hicho wamesimama kidete. Kwa upande wake katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini Charles Mukwaya alilaumu tume ya uratibu wa mishahara ya SRC kwa kile alichosema ni kupotosha umma kwa kudai kwamba wahadhiri wanaidai serikali shilingi milioni 624 pekee facts. Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba amesema shilingi bilioni 7.9 zinazodaiwa na wahadhiri kutokana na mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017 2021 ni za kutiliwa shaka. SRC. He informs us that that amount of 7.9 billion has been paid to the extent of 7.2 billion leaving a balance of 624 million so there is a question of how much is outstanding between what the unions are asking for and what the government is saying is owed. Ogamba amesema mahakama iliagiza mgomo huo usitishwe ili kutoa fursa ya mashauriano